Alikuwa na kesi, alifunguliwa mashtaka kwenye ile kesi ya ardhi ile, alifunguliwa mashtaka ametishia kuua kwa bunduki. Ni ile inahusiana na eneo ambalo Kopa amejenga kanisa. Hapana. Yani, kuna eneo letu pale Mbezi pale kwa robati hasa mm. kuna, kuna mwanamama alivamia pale alafu akajenga baadaye mm. akaenda te aka kushtaki tena maafisa polisi kwamba ametishiwa ameti kuuliwa kwa bunduki. Kwa hiyo ndo hiyo kesi, hukumu yake ndo imetoka leo e, kesi toka elfu mbili ishirini na tatu na uh, ilo eneo nyinyi ni la kwenu au ilikuwaje? Uh, likawa la kwenu mliachiwa na wazazi au mlinunua kama familia? wazazi wapo wanaishi mpaka leo, ni huyo alivamia eneo akalikuja na hati feki, hati zenyewe zishafutwa mm. Yeah. kwahiyo eneo limekuwa la kwenu lakini e Mashimo ukahukumiwa miaka miwili na miezi sita yeah, na miezi sita yeah, maana hati zishafutwa baada ya kufutwa kwa hati zimerudi kwenu au zimeenda hapo? Zinarudi kwetu. okay, na wakati hii hukumu inatoka yeye uh, Mashimo, mbona kuna andiko moja limetembea lime, mtandaoni? Ni yeye ameandika? Kuna mtu aliandika kabla ya, kabla kabla ya jana ali, aliandika, aliandika, aliandika. mm. okay. na katika kuandika huko kuna watu amewataja, amemtaja hapo Bwajima. Anahusikaje Bwajima? Kuna yule mwanamama aliova miaga ilo eneo ndo alikuwa anadhaminiwa na Gwajima. Okay. Kwa hiyo kifungo chake kinaanza, kimeanza leo kutumikiwa yeah. Sindio, mna mpango wa kukata rufaa labda, uh, kama mnahisi ameonewa yeah. Sio kama tunahisi ameonewa, kwa sababu eneo la kwetu bado mtu kavamia kwenye eneo letu, alafu tena akatishia hajatishiwa wala hajafanywa chochote na katika mazingira hayo sasa, yani uh, mnahisi kwa nini sasa ame e, mlikuwa mna wakili na kama mlikuwa mna wakili, mnapozungumza naye juu ya hiyo hukumu anasema ina mapungufu gani? ah, wakili ametwambia tuonane naye kesho mm. e, kwa sababu amesema ina mapungufu au kesho tutaonana na wakati uh, hii, hilo eneo ni la familia, kwa nini huyo mama amshtaki tu Mashimo peke yake? Sababu si ndo nani si ndo ambaye anasimamia, ndo anasimamia. Na Mashimo amewahi kumiliki silaha yote, labda au alitoa wakati anazungumza hayo maneno, labda ndo maana akapata ushahidi wa kuthibitisha mahakamani. Ngoja nikwambie, ameshtakiwa kwa makosa matatu ya mm -hmm. Kwanza kutishia kuua kwa bunduki mm -hmm. La pili trespassing. Hey, trespassing, trespassing la pili, alafu la tatu uharibifu wa mali. Sasa hayo makosa mawili ya trespassing na hiyo uharibifu wa mali yakaonekana ni ya kweli, lakini hilo moja la kupishia kwa bunduki likaonekana ni la uongo. Kwa hiyo ndo amehukumiwa kwa hayo makosa mawili trespassing na hiyo uharibifu wa mali. Hilo, hilo la kwanza umesema ni kosa gani tofauti na hilo la uharibifu wa mali? Eo, uharibifu wa mali, trespassing na naniye, na nani kutishia kuwa kwa iyo, iyo kwa bunduki hiyo. Trespassing kwa Kiswahili chake ni kwamba kuingia sehemu ambayo haujaruhusiwa e. Kama, kama kama ni hivyo, sasa mahakamani ilikuwaje? huku wakati kesi inaendelea huku hati inafutwa wakati eneo uh, hilo au masuala ya hati yalikuwa yana na uhusiano pia pamoja na hiyo kesi kwa namna hiyo, kwa sababu kama eneo ameingia sio lake na hati imeshafutwa, huyo anayelalamika anapataji uhalali wa kusema kwamba Mashimo aliingia kwenye eneo lake wakati hati tena hana? Blaza, pesa inavunja mlima. Sawa, mm. Pesa inavunja mlima, mm. Sawa, mm -hmm. Kwani unasema hivyo mdogo? Pesa inavunja mlima, ushanielewa tu blaza au vipi? Okay, sawa, katika hao watu wanaowashukuru wamemtaja hapo bishopu uh, kuna mabishopu ah, wamewataja hapo, wao walimsaidiaji? walimpaje moyo kiwango ambacho so wanapaswa kutoa shukurani, kama alivyoeleza sijajua. Okay. Sawa basi, mna, mna, mna mpango wa kukata rufaa labda, uh, kama mnahisi ameonea Sio kama tunahisi ameonewa, kwa sababu eneo la kwetu bado mtu kavamia kwenye eneo letu, alafu tena akatishia, yeye hajatishiwa wala hajafanywa chochote. Na katika mazingira hayo sasa, yani uh, mnahisi kwa nini sasa? Mlikuwa eh, mnawakili, mna na kama mlikuwa mnawakili, mnapozungumza naye juu ya hiyo hukumu, anasema ina mapungufu gani, ah wakili Ametwambia tu na nenai kesho mm. kwa sababu amesema ina mapungufu kwao, kesho ndo tutaonana. Na wakati uh, hii hilo eneo ni la familia, kwa nini huyo mama amshtaki tu mashimo peke yake? Kwa sababu si ndo nani simba ambaye anasimamia na Mashimo amewai kumiliki silaha yoyote, labda au alitoa wakati anazungumza hayo maneno, labda ndo maana akapata ushahidi wa kuthibitisha mahakamani. Ngoja ankwambia ameshtakiwa kwa makosa matatu mm. La kwanza kutishia kuua kwa bunduki mm. La pili trespassing. Hey, trespassing trespassing, la pili, alafu la tatu uharibifu wa mali sasa hayo makosa mawili ya trespassing na hiyo uharibifu wa mali akaonekana ni ya kweli, lakini hilo moja la kutushia kwa bunduki ikaonekana ni la uongo. Ao ndo amehukumiwa kwa hayo makosa mawili, trespassing na hiyo uharibifu wa mali. hilo hilo la kwanza umesema ni kosa gani tofauti na ilo la uharibifu wa mali? uharibifu wa mali, trespassing na nani na kutushia kuwa kwa bunduki. hiyo hiyo trespassing kwa kiswahili chake ni kwamba kuingia sehemu ambayo haujaruhusiwa, ndio. Sasa kama kama ni hivyo, sasa mahakamani ilikuwaje? Huku wakati kesi inaendelea huku hati inafutwa, wakati uh, eneo hilo au masuala ya hati ilikuwapo, yana uhusiano pia pamoja na hiyo kesi kwa namna hiyo, kwa sababu kama eneo ameingia sio lake na hati imeshafutwa, huyo anayelalamika anapataje uhalali wa kusema kwamba Mashimo aliingia kwenye eneo lake wakati hati tena hana? Blaza, pesa inavunja mlima sawa. Pesa mm. inavunja mlima mm. sawa mm-hmm. Kwani unasema hivyo mdogo a pesa inavunja mlima, ushanielewa tu blaza au vipi? Okay, sawa. Katika hao watu wanaowashukuru, wamemtaja hapo bishop, kuna uh, mabishop wamewataja hapo wao walimsaidiaji, walimpaje moyo kiwango ambacho so wanapaswa kupewa shukurani kama alivyoeleza okay. Okay. So, sawa basi but... usisahau kusubscribe na kugusa alama ya kengele ili uwa kwanza kupata taarifa zetu kila tunapoweka. Msomi News.